Kama wahenga wanavyosema "nyota njema huonekana asubuhi." Basi nyota ya Nasibu Abdul Isaac ilianza kung'aa mapema na leo inamulika Afrika nzima na kuvutia bahari. Nasib Abduli, ama maarufu kama Diamond Platnumz, kwa majina yake mengine ya kisanii Simba Chibu Dangote, simba la masimba Dangote. Huyu si msanii wa kawaida, ni msanii wa hali ya ndoto iliyogeuka kuwa historia. Alizaliwa tarehe mbili Oktoba ya mwaka 1989, Dar es Salaam, akiwa na asili ya Kigoma. Diamond ni zao la mitaa ya Tandale, mahali ambapo jasho, subira na ndoto kubwa hukutana. Kama kitendawili cha maisha, nani huyu anayelia bila machozi lakini anachekesha dunia? Jibu ni sahihi kabisa ni wimbo wa Diamond Platnumz akiwa na sauti ya tatu. Diamond ni mwimbaji, mtunzi na mtumbuizaji aliyebeba bongo flava mabegani na kuifikisha mbali. Kuanzia mwaka 2010, hadi sasa amedhihirisha uwezo wa kiushindani unaomfanya kuwa miongoni mwa wasanii wachache pendwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Si ajabu mashabiki wake kila kona ndani na nje ya Tanzania kusifia uwezo wake na kusikiliza ngoma zake. Ni nani asiyekumbuka ngoma ya namba 1, aliyoshirikishwa na Davido wa Nigeria au Komasava, Comment Gavie, limixi iliyowaleta pamoja Khalil Harrison Chley Nkosi kutoka Afrika ya Kusini na Jason Derulo kutoka Marekani. Hapa Tanzania amethibitisha methali, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Lakini pia Diamond Platnumz ameweka historia ambayo bado haijavunjwa. Mnamo tarehe 3 Mei mwaka 2014, Diamond Platnumz aliweka rekodi mpya kwenye tuzo, tuzo za muziki Tanzania kwa kushinda tuzo saba ikiwa ni pamoja na mwandishi bora wa kiume, msanii bora wa kiume, mwandishi wa maneno bora na msanii bora wa kiume wa mwaka, ambaye alitembea mbali na tuzo tano katika tuzo za muziki Tanzania. Kwa kufikia mafanikio, Nasibu na Juma aliweka rekodi ya kushinda tuzo tatu katika tuzo za muziki wa Tanzania kwa mwaka 2014 Diamond Platnumz hajashinda tuzo yoyote kubwa. Hata hivyo, alitumbuiza kwenye tuzo za kafu mwaka 2024 zilizofanyika nchini Moroko, lakini pia aliteuliwa katika tuzo za muziki Tanzania, yani Tanzania Music Awards, katika kipengele cha wimbo bora wa mwaka kupitia wimbo wake wa Yatapita. Pia mnamo mwaka 2024 mwezi Desemba alifanya kazi na wasanii mbalimbali ikiwemo Simi kutokea Nigeria. Fally Ipupa kutokea Kongo, lakini pia ameweza kutangaza biashara ya mtandao wa Airtel Smart data. Diamond Platnumz ni mkusanyaji wa tuzo kama nyuki hakusanyi asali. Ameng'ara kwenye Channel O Hip Hop Music Awards na kuweka rekodi kwenye tuzo za muziki Tanzania. 2014 alishinda tuzo saba kwa usiku mmoja. 2016 wimbo wake wa kidogo ulimletea ushindi mkubwa Afrika na mwaka 2023 aliitwa MTVMA Africa Global Act. Ingawa mwaka 2024 hakushinda tuzo kubwa, alitumbuiza kwenye tuzo za kafu Moroko, akateuliwa kwa yatapita na kushirikiana na Simi Nigeria na Fally Ipupa wa Kongo, huku akitangaza Airtel Smart Data. Simba hakukalia masikio chini ya Wasafi Records. Diamond Platnumz si msanii tu, ni kiongozi. Mnamo mwaka 2018 alizindua Wasafi TV na radio na kuwa mwanamuziki wa pili Afrika baada ya Sul Ndol kumiliki TV na radio. Anatajwa kuwa miongoni mwa wanamuziki matajiri zaidi Afrika Mashariki, na ndiye anayelipwa juu zaidi akitumbuiza nchini Tanzania, hasa katika makampuni ya simu Mbali na yote, Diamond Platnumz amezindua albamu mbalimbali ambazo zilipendwa na watu na muda wote ni nyimbo bora kwa mashabiki. Albamu ya Kamwambie, ile ya mwaka 2010 yenye nyimbo 12, lala salama ya mwaka 2012 yenye nyimbo kumi, A Boy from Tandale ya mwaka 2018, ile ambayo uzinduzi wake ulifanyika Nairobi, Kenya, epifest of all VOA ya mwaka 2022 ilivuma kwa kasi, lakini album isiyo rasmi ni talejea ya mwaka 2012 pia iliwavutia wengi. Diamond ni Muislamu, ana watoto wanne, Dylan Abdul, Latifa, Nilad Nasibu Abdul na Nasibu Abdul Nasibu. Kutoka kwa Hamisa Mobeto, Zali Hassan na Natasha Dona, ameishi katika mapenzi, sintofahamu na urafiki kama maisha yenyewe. Mnamo Desemba 2019, Diamond alikabidhi msikiti Kigoma aliyojenga kwa gharama zake. Hata hivyo, mjadala uliibuka baada ya Sheikh Ponda Isa Ponda kupinga kupokea msikiti huo akidai pesa zake ni haramu, hoja iliyotikisa zaidi jamii na kufungua mjadala mpana kuhusu uhasama wa kimuziki na Ali Kiba. Wote tumekanusha wakisema ni kelele za mashabiki, kama wahenga wanavyosema moto usipokuwa na kuni hauwaki. Diamond Platnumz ni zaidi ya jina, ni alama ya kizazi kutoka Tandale hadi majukwaa ya dunia, ameonyesha kuwa ndoto hazina mipaka. Leo simba anaendelea kunguruma, akiacha nyayo zisizofutika kwenye mchanga wa historia ya muziki wa Afrika. Stori tela wako, naitwa Poka Nuti. Usisahau kusubscribe, comment, like na kushare. Goodbye.